Waziri wa Fedha dr Mwigulu Nchemba amesema wizara imetenga fungu katika Mamlaka ya Mapato Nchini TRA e, kwa ajili ya kuhamasisha elimu ya mlipa kodi akiwataka Simba kutumia fursa hiyo. Majuzi tulisaini mkataba na, na, na, na shirikisho la mpira wa miguu ili tutumie michezo kutangaza elimu ya mlipa kodi. Tuna fungu letu ambalo tunalitumiaga kwa elimu ya mlipa kodi tutalisambaza kuanzia michezo ya mashuleni ili wana, wanafunzi wale kuanzia wako mashuleni shule za msingi sekondari, waanze kujifunza uzalendo wa kulipa kodi. Mnakumbuka mheshimiwa mwenyekiti, wakati tuko mashuleni kule, tulikuwa tunaimbishwa kaburu matata na tukamchukia kweli kaburu. Hivyo hivyo na uvamizi ule tuliuimba tukauchukia sana, na hata mlipa kodi akiandaliwa hivyo kwamba kukwepa kodi ni jambo baya, watakapofika kwa walipa kodi itakuwa hivyo. Lakini tulisaini mkataba na Federation, tutatumia ile tutavitumia vilabu vya Simba na Yanga vina, ma, vina walipa kodi wengi, wafuasi wengi, ili viweze, sisi tunahitaji kodi, wao wanawalipa kodi, ili viweze kutusaidia katika kutoa elimu pamoja na michezo yote, it, it, it, itumike katika kutoa masuala ya kuelimisha watu kulipa kodi kwa hiari. Kwa hata hivi sasa niwapongeze sana Simba, bado wana michezo ya kimataifa. Niwapongeze sana mimi sio shabiki wa Simba lakini ni kiongozi wa Simba. Niwapongeze sana, niwapongeze sana Simba kwa kuwa bado wana michezo wao. Pamoja na Yanga waende shirikisho la waende Mamlaka ya Mapato Tanzania ili waendeleze ile mkataba tuliokubaliana wa kutangaza wa kutumia mpira wa miguu kutangaza elimu ya mlipa kodi na hivi Simba wataenda kucheza South Africa, waweze kupata na fungu la kuweza kuhakikisha wanaenda kuwatoa wale wenzetu kule iwasaidie, e, kuwatoa wale wenzetu kule ili waweze, waweze kuendelea kutangaza vizuri e, taifa letu pamoja na hii kazi ambayo tunataka tutumie pia michezo kuweza kuelimisha walipa kodi. Hata taasisi zingine zenye matangazo pelekeni pale Simba, alafu wasaidieni mafuta waende kule watatangaza shughuli zenu hizo, ili waweze kuhakikisha wanapeperusha vyema bendera yetu. Lakini tukirudi huku ndani, na mimi nakuwa na, na, na, na, na, na sehemu ninazoshabikia, basi huko tutaongea tukiwa huku ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.